Leo tutaweza kujifunza jinsi ya kuweka maneno kwenye nyimbo, kuweka maneno kwenye nyimbo rahisi sana. Basi tuende kwenye kiochetu cha simu, hapo uweze kuona kama una nyimbo yako kama hivi unavyoona maneno yanavyopita. So, kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuwa nacho kadownload application ya ukat. Utaibonyeza ukat, then itafunguka application. Hiyo ni nzuri sana kwa kuedit So utakuja hapo, new project hapo utafungua, then utatafuta picha ambayo unataka uiwekee audio ya maneno au video tayari ambayo wewe ushaiedit unataka kuiwekea maneno. Mimi nitatafuta picha hapo, nitachukua hiyo picha kama unavyoweza kuona, nitachukua picha picha hii hapa, nataka niwekea maneno, nataka niwekea audio then niwekea maneno. Sasa hapo utakuja sehemu imeandika music Kabla ya yote unaweza kwanza ukaivuta iwe kubwa, yaani iendane na nyimbo yako, then hapo takuja sehemu umeandika music, ambapo hapo sehemu umeandika music ndio kuna muziki wako ambao tayari unataka uwe, uweke maneno hapo music. Mimi hapa nitatafuta nyimbo yangu, nyimbo yangu ambayo nataka niweke hapa, hapo nitaiweka afu nita nitasikiliza jinsi inavyo sound, kama hivyo kama hivyo inavyo saundi, sikia hapo. Utaanza hapo mwanzoni, mi inaanzia hapa hapa kabisa na saundi hapa, sikia hapa inaanza, nilikuona mara ya kwanza. Sasa hapo nitakuja hapo kwenye text, nitaandika nilikuona mara ya kwanza po. Kama hivyo. Hakikisha umesubscribe hapo chini hapo So kama hapo unavyoweza kuiona hapo utaiandika hivyo, unaweza ukaipunguza ikawa ndogo zaidi au kaiongeza kutokana na wewe unavyopenda kwenye video yako isaundije? yeah, au ikaoje? yeah. Hapo kuna sehemu hapo kuna a hey kubwa na e ndogo unaweza ukaingia hapo, kachagua maneno yakaeje? yeah. Hapo kwenye kama alama kanyika nyota hapo kuna sehemu ambapo utakuja kuchukua yaani, unaweza ukaibonyeza ukaiongezea maneno yako yakae hivi kama unavyoweza kuona au yawe marefu yawe makubwa kama unavyoweza kuona hapo. Kuna sehemu ya kuchagua rangi nyeusi ya kijani blue, yani ni wewe tu jinsi unavyoweza unavyotaka. So mimi hapo nitaichagua tu ikae hivi, afu utakuja utaiweka. Umeona, umeona afu nyimbo ambayo inaishia ndo unakuja unaipunguza. Umeona kama hapa kwa tayari hapo hapo naangalia je, o ina saundije Moyo unadunda, mbele inaenda, moyo unadunda. Sasa hapa nitakuja kwenye text, nitaandika moyo unadunda, moyo unadunda. Bwana like, comment, subscribe channel ya Master TV upate maujanja kama haya, na nayo maujanja yanatoka kwangu haya yote. So hapo utaipunguza kidogo ili viendane. Sikia hapo, nitakuja kuiplay, nitakuja kuiplay hapa uone jinsi inavyo sound sasa hapo na maneno yake nikiwa nimeweka maneno kila kitu, hapo uone jinsi navyosaundi hapo, angalia. Umeona kama hivyo? Yaani unakuwa unafatizia, unaangalia mbele eh, mziki mbele unasaundije, una, una mziki mbele unaelezeaje, ndo unakuja unaanzia pale ulipoishia, unaandika hivyo hivyo hivyo mpaka nyimbo yako itakapoisha maneno yakakimbia hapo, nitaandika maneno yakakimbia hapo chap chap hapo Bom. Kwenye nyota hapo nitakuja kwenye nyota hapo, nitachagua jinsi nyumba yako nataka ije, naweza nikaifanya ije haraka ije polepole hivyo pole, hayo maneno yaje polepole yaje haraka kadunta. Umeona kama hivyo, ni unaweza kapunguza au kaongeza, kutokana na wimbo wako ulivyoishia. Hapa hapa napunguza, hapa mbele ina sound, nikabaki na nyamanza hapo. so, nitakuja nitaandika, nikabaki na nyamanza hapo, twende haraka, twende pamoja, ndugu zangu, kabaki na nyamanza hapo hapo. so, kama unaweza, kuna nitaanza mwanzo sasa uone, sikia, tazama, maneno ndo yanajiandika sasa hapa ni simple sana ndugu zangu, ni simple sana, ni simple sana kwa kwa wewe hapo, unaweza ukaendeleza, yani unavyoishia, unakuwa unaendeleza mpaka mwisho. Ila application nzuri ya kuedit ambayo mimi naitumia ni Ucut. Uh, utakuja hapo kwenye picha, utabonyeza hapo kwenye picha, utatafuta hapo. Ukishabonyeza kwenye picha, utatafuta sehemu ambayo panaandika animation, animation, utakuja kwenye picha ili picha iwe inazunguka kama hivi, au inachezacheza kama hivi, umeona kama hivyo. Kwa hiyo nitaiacha hapo, umeona, ngoja cheki kama hivi au ya iwe kama hivi picha iwe ina picha iwe inacheza cheza inacheza ina cheza, cheza, kama hivi, nadhani nitakuwa ni nzuri zaidi. So wafuatiliaji wote wa channel hii au kama umependa au kama umejifunza kitu hapo, naomba endelea kufuatilia, unaweza kusubscribe, kulike na kucomment. Comment yako hapo itanifanya niendelee kufunza zaidi. Kuna video kama hii naweza pia ku, nikakusaidia kutengeneza video kama hii Weka komenti yako hapo chini, kisha nitakufundisha jinsi ya kutengeneza video kama hii. Chao, tuko pamoja.